Kumekuwa na, na malalamiko ya muda mrefu juu ya utendaji wa idara ya habari na matukio eh, news and current affairs, na hapa, hapa TBC, na tumefikia mahali tunadhani ni vizuri tukachukua hatua kadhaa sasa. Katika idara hii kuna kuna mabadiliko ambayo waagiza watu wa TBC wayafanye ikiwemo panga upya idara ya habari na matukio ili kwa kweli tuangalie namna ambayo tukapata input mpya ya kukidhi matarajio ya ya wale ambao tunawahudumia lakini pia matarajio ya huyu mwenye, mwenye, mwenye chombo chake. Sasa katika kutekeleza hili, wako wale ambao mamlaka yao yako chini ya bodi uh, hawa wata, watasimamishwa, alafu taarifa zao zitapelekwa kwenye bodi Bodi ndio itakuwa na uamuzi wa mwisho. Watakaposimamishwa, watapatikana wataka, watu wengine wachukue nafasi zao, wazikaimu, alafu bodi itapelekewa taarifa na uamuzi tuliochukua, na wata wataamua wata, wata, wata, uh, watashauri watakavyoona inafaa. Lakini kwa sasa nadhani kabla bodi haijakutana ni vizuri tukachukua hatua hizi ambazo zinachukuliwa, na kwa wale ambao wako chini tu ya, ya mamlaka ya ya, ya management basi hawa moja kwa moja tunachukua hatua uh, za kuondoa na kuwafanyia kazi zingine, lakini wapatikana watu wengine sasa waje wafanye wafanye wafanye kazi zao. Hili ndio kubwa, mengine ni ya kiutendaji ambayo tunaendelea nayo na, na management ya, ya, ya TBC inaendelea nayo na mimi kama waziri naridhika na, na baadhi ya hatua wanazozichukua.